huyu dada anaipachioma amezaliwa kwenye familia za tajiri baba yake ni mfanyabiashara mkubwa sana kwa bahati nzuri au mbaya, aliolewa na huyo kijana kwa jina la Eric ni zaidi ya miaka miwili hawa watu wamekuwa wakiishi kwa furaha sana. Tatizo lipo moja kwa baba yake Chioma, hii ndoa hakuibariki, sababu hakutaka mwanae aolewe kwa mwanaume mwenye maisha ya kawaida. Chioma pia ni mtu anayemsikiliza baba yake sana. Ni muda sasa umepita, baba yake Chioma amekuwa akimshinikiza sana Chioma achane na Eriki. Sasa leo Chioma aliamka asubuhi na kumwomba taraka Eriki. Eriki kwanza alishikwa na butwa, ni kitu gani kinamfanya Chioma amwombe taraka? Eriki alimbembeza sana Chioma, akamwambia maamuzi unayofanya sio sahihi kama kuna sehemu nimekosa basi nambia ntajirekebisha, lakini Choma aliendelea kung'ang'aniza, nataka taraka, nataka taraka. mama ake Eriki alimsie Eriki atoe taraka kama Choma mwenyewe ndo kataka, basi bwana Eriki akuwa na namna, aliandika taraka akampatia Choma. Eriki alimuuliza Choma ni mali gani angependa amgawie, lakini Choma alikataa, alisema shida yake sio hela, shida yake ni taraka tu, na kuambia Eriki. akwamini kinachoendelea hadi alipomwona Choma akachukua beki na kuondoka, ndipo alipoamini kumbe Choma yupo serious. Kabla hatujaendelea, tafadhali ninakuomba usubscribe ili uweze kuona kazi zetu kwa urahisi. Basi bwana, baada ya Eric na Choma kuachana, wiki iliyofuata mamake alimeta Zoena ndani ya nyumba na kumwambia Eric kuwa Zoena atakuwa rafiki yako, akiamini kuwa ipo siku moja Eric na Zoena watakuja kupendana. huyu Zoena ni mtoto wa rafiki yake mama yake Eric, walisoma na Eric kutoka kidato cha kwanza. Anaamini kuwa kutokana na kwamba walikuwa karibu toka wakiwa wadogo wanaweza kupendana, lakini kiwarisia Eric anataisia kidogo na Zuena. anamchukulia kama dada yake tu. Huku upande wa pili, Choma alitolewa uti na kijana mmoja ambaye baba yake anatamani amoe Choma. Choma kwa hiyo kijana anaitwa Roy, ni mtoto wa waziri. Baba yake Choma anarenga mokoto tu, anataka mtoto wake aolewe na mtoto wa kiongozi mkubwa ili pesa ziongezeke kwenye familia yao tu. Wanasema siku ya nyani kufa, miti yote utereza Ebwana we, haikupita mda Eriki akaingia kwenye hiyo hiyo ba, akamkuta Choma akiwa na Roi. Alivyoona tu akasema, we usinitanie. Alisimama na kumfuata akamuuliza, we ni nani unakaa na mke wangu? Ba mda huu Roi akaanza oh, mimi ni mtoto wa kwanza wa waziri. Oh mda huo Choma akaona hapa pasha chafuka, akakimbia. Hapo ndipo Eriki alishua pawa, akabaki amesimama tu. Wakati huo Zena akaanza kulalamika pia yani tumekuja wote hauniangalie unaangalia mwanamke mwingine ambaye hata hakuna anachonizidi eriki akamwambia ee mkitulize hapo hakuna unachonizidi choma we baada ya choma kurudi nyumbani alijiuliza maswali mengi kiwarisi sana kiwarisia bado anampenda sana eriki lakini wakati huu, huu anatamani amfreshe baba yake kwa kuolewa na mtoto wa waziri unahisi nani atamwokota choma hapo eriki mwenye mapenzi ya kweli au roi mtoto wa waziri mwenye hela huku pia Eriki ana mawazo, lakini zuena hakata tamaa, anaendelea kupambana. Angalia kama atamweka eriki kwenye mikono yake. Bebi, karibu nimekuandalia supu ya pweza. Ah, sina hamu ya kula. Kumbuka eriki ameajiriwa kwenye kampuni ya baba yake chioma, na chioma ndiye kiongozi wake eriki kwenye hiyo ofisi. Sasa leo eriki aliona hiyo kesi aka unaweza akaendelea kufanya kazi kwenye ofisi moja na mke wake, wakati mke wake alimkataa akachagua wenye hela. Alimtokia mezani baada ya kujiuzulu, kisha akaondoka zake. Chioma alimwambia hata kama ukiondoka, tukutaki, lakini maoni mwake alikuwa anajua kabisa kuwa Eriki ni mtu mwenye mchango mkubwa katika ofisi hii. Wanaume tumeumbwa mateso, mateso, kuhangaika, aliimba uo wimbo toka alipotoka ofisini hadi alipofika nyumbani. Akiwa nyumbani, alikuwa akikumbuka mapenzi ambayo alikuwa akipeana na Chioma. Walipendana sana, kila mtu kwenye mahusiano alitamani awe kama Eriki Choma. Lakini mwisho wa siku tamaa za pesa kwenye familia ya Choma zikawafanya wawe mbali kiasi. Uvumilivu ulimshinda Eric, akamfuata tena Choma ofisini na kumuuliza, hivi ni kweli au nipendi? Hivi ni kweli umeamua kuolewa na mwanaume mwingine kwa sababu ananizidi pesa? Kwa kiasi fulani hayo maneno yalimuumiza sana Choma, japo aliendelea kuonyesha kuwa hajali kitu chochote, isipokuwa ukweli ni kuwa anampenda pia Eric. Kadri siku zinavyokwenda, Eric anakuwa ni mtu wa kulewa amwozeshe Chioma kwa mtoto wa waziri. Mtoto wa waziri mwenye ndo huyu, huyo amemtimbia ofisini Chioma ili wapange mipango ya harusi. Chioma pia akuwa kwenye hali nzuri Akamwambia sijisikii kuongea na mtu yoyote leo, na kuomba tafadhali unipishe e bwana we. Chioma alikuwa akifikiria maneno ambayo kaambiwa na Erik, lakini pia roho yake ilikuwa inamsuta, kwani anamfanyia hivyo Erik. Baada ya Erik kusikia kwa usiku wa leo Chioma atachumbiwa leo, alishinda akilia, watu hataki kusikia wala kuambiwa chochote tena. Erik alikatia tamaa maisha yake, baada ya kuona hata mpata Chioma tena. Usiku uliingia na ulikuwa ni wakati wa Roi kumfarisha pete Chioma. Chioma ameenda kufarishwa pete, lakini roho yake inamsuta bado, anafikiria anawezaje kuolewa na mwanaume asiempenda. Etikisa ni kumfarisha Babake. Hapo hapo alibadili mawazo akamwambia Roy kwa sipo tayari kwa na wewe tena. Kisha Choma akakimbia. Choma alikimbia moja kwa moja hadi kwa Eric. Eric alifurahi sana kumuona Choma. Akamlilia akamwambia tafadhali tafadhali usioka kimbia tena. Ni wewe tu unayempenda Choma. Choma, baada ya pale babake Choma kuwa na nana, alikubali kusalenda akakiri kuwa mapenzi yameshinda nguvu pesa. Eric alikabidhiwa kampuni kisha ndoa yao ikabarikiwa na kukumbusha tafadhali subscribe ili kuona kazi nzuri nyingine zinazokuja. Asante kwa kuwa nami.